Hello, uh, habari uh, za leo uh. Karibu tena katika chaneli yetu ya JW Sabo Clinic uh. Ni jukwaa ambalo tumekuwa tukilitumia kuweza kutoa uh, afya uh, kutoa uh, dondoo au makala mbalimbali juu ya kuelimishana uh, juu ya changamoto uh, uh, za kiafya. Leo tutaweza kuielezea uh, bawasiri uh, kiundani. Wengi wamekuwa wafahamu changamoto hii uh, kiundani. Aa, na wengi wamekuwa wakisumbuliwa na changamoto hii kwa muda mrefu na hawajui na pengine huwa inawapelekea aa-wanaogopa wana, kuisema kwa sababu wanaona ni kama ugonjwa uh, fulani uh, wa aibu. Uh, nikukumbushe uh, kama ni mara ya kwanza kupatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment, uh, ili uweze kuwa mtu wa kwanza uh, kupata dondoo za kiafya uh, tunazo azituma uh, kila siku. Nikukumbushe kwenye video ambazo zimepita tumeelezea A, madhara ya kufanyiwa operesheni ya bawasiri. Mara nyingi a, watu wamekuwa wakipitia wakipitia madhara makubwa baada ya kufanyiwa operesheni, hatumeweza kuelezea vizuri kabisa. Kwa hiyo fatilia ili uweze kuelewa ni madhara gani unayopitia kufanyiwa operesheni lakini pia na namna ya kujikinga, ni lifestyle gani unayotakiwa kuishi kuondokana na changamoto hii ya bawasiri, na vipimo gani vinavyotumika. Sasa wengi wamekuwa wakiamini kama hamna vipimo vya bawasiri. Vipimo vya bawasiri vipo, na tumeweza kuelezea ili uweze kufahamu vipimo vinavyotumika kuweza kuitambua hiyo bawasiri. Sasa tuweze kufahamu kwamba bawasiri ni nini. Ndugu yangu, bawasiri ni ah, nini? Wengi wamekuwa wakituliza sasa, bawasiri watu nasema ni vimbe ambazo zinatokea baada ya mishipa ambayo a, ipo chini ya utumbo kwenye rectum kuweza kuvimba. Kwa hiyo ikiweza kuvimba, basi hiyo ndo tunaita a, bawasiri. Kwa hiyo bawasiri ikitokea, ile mishipa imevimba chini ya utumbo ambayo tunaita kwenye rectum, basi hiyo ndo moja kwa moja tunaitambua kama bawasiri. Na mara nyingi kumekuwa na aina mbili na wengine wamezitemu kama tatu, kulingana ha, na mazingira yake. Kwanza, aina ya kwanza ni bawasiri ya nje, aina ya pili ha, ni bawasiri ya ndani. Nyingine wengine wanasema ni bawasiri nje ndani, bawasiri nje ndani, kwa sababu kuna bawasiri inayotoka na, na baadaye akurudi akuweza kurudi ndani. Sasa tutaangalia vyanzo vya bawasiri ni vipi. Wengi wamekuwa wakituuliza vyanzo vya bawasiri ni vipi? Nitaweza kuelezea baadhi ya vyanzo vinavyopelekea changamoto ya bawasiri. Chanzo namba moja kinachopelekea bawasiri, tunasema ni magonjwa. Kuna baadhi ya magonjwa ambayo yanavuruga mifumo ya meng'enyaji ya chakula na hivyo kuweza kupelekea baadhi ya magonjwa hayo, kuna vidonda vya tumbo, kuna asidi, aa, reflux. mara nyingi wengi watu tumekuwa tukutana nao unakuta mtu anakuambia nimetumia dawa za vidonda, za bawasiri lakini sijaweza kupona. Aa, sasa inakuwaje? Mara nyingi unakuta unatibu bawasiri na huku una vidonda vya tumbo na huku bado una asidi reflux. Kwa hiyo kama bado una asidi reflux, kama bado una vidonda vya tumbo, ndugu yangu tibu hizo changamoto kwa sababu ndo zinazopelekea uh, bawasiri. Lakini JW Sabo Clinic wana dawa nzuri kwa ajili ya kuondokana na changamoto na ya vidonda vya tumbo, na hii dawa imekuwa ikifanya vizuri vizuri vizuri sana, na imekuwa mjarabu kwa ajili ya vidonda vya tumbo na acid uh, reflux. Lakini pia uh, chanzo kingine ni uh, uzito kupita kiasi. Kwa nini uzito kupita kiasi kinakuwa chanzo cha bawasiri uh, ni kwa sababu uh, utaongeza presha kwenye njia ya haja kubwa au kwe chini ya tumbo. Ukishaongeza presha chini ya tumbo, utasababisha ile mishipa iweze uh, kuvimba au uh, iweze kupasuka moja kwa moja, hivyo kupelekea changamoto hiyo ya bawasiri lakini pia ah, chanzo kingine ah, ah, ni ujauzito. Tunajua ujauzito mara nyingi wengine, oh, tunakutana na nakuambia bana, mimi nimepata bawasiri mara tu baada ya kupata ujauzito, na baada ya kupata baada ya kujifungua hiyo changamoto haijaisha. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu yule mtoto anaweza anaongeza pressure tumboni, akiongeza pressure tumboni, basi ah, itapelekea akishaongeza pressure tumboni basi tapelekea ile mishipa chini ya utumbo aiweze kuvimba na kupasuka na hivyo kupelekea changamoto ya bawasiri. Lakini a, sababu nyingine ambayo imekuwa ni chanzo cha kikuu cha bawasiri ni kwamba kunyanyua vyuma vizito, na mara nyingi tunashauri sana nyanyua vitu ambavyo vinaendana na na, na na kilo zako, ambao vimezidiwa na kilo zako. Mara nyingi ambao watu wanapiga chuma kwa muda mrefu, wanapiga chuma, wananyanyua vitu vizito, pia imekuwa ni chanzo cha bawasiri, kwa sababu unapoinama hivi kunyanyua, basi kuna namna ile mishipa ambayo iko chini ya utumbo, ambavyo inashtuka kwa inaweza kuvimba au kupasuka. Kwa hiyo hakikisha unabeba vitu ambavyo unaviweza, usijilazimishe kubeba vitu ambavyo huviwezi. uh, lakini sababu nyingine inayopelekea bawasiri au tunasema ni kukaa uh, kutumia vyoo vya kukaa uh, vyoo vya kukaa. Unapotumia vyoo vya kukaa, unajua, unapochuchumaa kuna misuli nyingine ina contract, mingine ina relax. Kwa hiyo unapokaa, uenda hicho kitendo cha kukaa, kuna baadhi ya misuli iweze uh, ile kufanya blood circulation haiwi sawa. Ndio maana kati ya mazoezi kwenye video ambazo zimepita tumeelezea ni mazoezi gani unayotakiwa kufanya ukiwa uh, na bawasiri, tunasema fanya mazoezi yanayofanya mzunguko wako wa damu kuweza kuwa sawa. Ndio maana mara nyingi wanaotumia vio vya kukaa unakuta uh, unakuta anaku, anapata, akitoka pale anapatwa ganzi kwenye miguu. Ni kwa nini? Kwa sababu uh, baadhi ya misuli na inaweza haiwezi kurelax na kucontract kipindi cha, unapokuwa umekaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo hiyo pia ni chanzo kimojawapo cha bawasiri, lakini pia wale ambao wanafanya shughuli za kukaa kwa muda mrefu baada ya kura. Sasa hivi tumekuwa na hiyo changamoto, tunafanya kazi maofisini, mara nyingi unakuta mtu anakura wa huku, yani anakura huo muda, baada ya kura anakaa kwa muda mrefu, hasimami hata kujinyoosha, kubadilisha position, pia na chenyewe kimekuwa A, ni chanzo kikubwa kinachopelekea bawasiri, lakini a, sababu nyingine a, tunasema ni ulisi. Ili changamoto ya bawasiri huwa inalisiwa kutoka kwenye kizazi kimoja kwenda kizazi kingine, utasikia babu alikuwa nayo, baba alikuwa nayo, mama alikuwa nayo. Kwa hiyo ukikuta pia unayo hiyo bawasiri, ndugu yangu, jua huenda umeilisi. Ndio maana pia watu tunawauliza, je, kwenye familia kuna mtu amewahi kuwa na changamoto hiyo? Ah, sababu nyingine ambayo inapelekea ah, changamoto ya bawasiri ah, ni uzee. Uzee, mtu unapokuwa ah, mtu mzima, basi kuna namna ile misuli inavyolegea. Na huu ugonjwa mara nyingi tulitegemea sana tuukute kwa wazee, lakini kwa sasa hivi ugonjwa tunaukuta kwa vijana. Ni, ni kwa nini ni kwa vijana? Kwa sababu pia mitindo yetu ya maisha imeweza kubadilika. Tunatumia sana vyakula ambavyo haviwezi kufanyiwa umeng'enywaji kwa haraka na kiurahisi. Nakuta mtu anatumia hivyo vyakula kila siku, au na mifumo yetu ya, ya msagaji wa chakula haiko strong, kwa hiyo ni chanzo pia kinachopelekea changamoto a, hiyo ya bawasiri. Lakini chanzo kingine ni kuwalisha, kuwalisha. Mara nyingi kuna watu ambao wameamini kwamba kupunguza uzito, lazima wapate zile dawa zinazompelekea mtu aweze kuwalisha unavyokuwa unaalisha unapelekea unapelekea uh, changamoto ya kupoteza maji mengi tumboni, hivyo inaweza ikapelekea changamoto ya kupata choo kigumu. Lakini ya pili, unavyoalisha, ina maana itapelekea pengine unakuwa unajikamua, lakini pia unapopita, ile inavyopita ile ile haja kwa uwepesi ule, pia inaweza ikachubua ile mishipa ambayo ipo kwenye njia haja kubwa, na hivyo kuvimba na kuweza kusababisha kwa hiyo kualisha ni chanzo kimojawapo cha nini cha bawasiri. Na wale ambao wanapunguza uzito, ni kwamba unapokuwa kwenye programu yako ya kupunguza uzito, ndugu yangu, kumbuka a, kualisha sio namna ya kuweza kupunguza uzito. Unavyoalisha huko ni kupunguza maji na sio uzito. Kupunguza uzito ni kuchoma calories mwilini, na kwenye video ambazo zimepita tumeelezea namna rahisi ya kuondokana na changamoto hiyo a, ya kutokana na changamoto ya uzito uliopitiliza uliopitiliza uh, na maana ule uzito mkubwa um, ambao pia umekuwa na madhara madhara madhara mengi sana kwenye maisha uh, ya binadamu. Lakini chanzo kingine ambacho kinapelekea bawasiri ni pombe, unywaji wa pombe Kwenye video zimepita tumeelezea inakuwaje pombe inapelekea changamoto ya bawasiri. Kwa sababu pombe huwa inakausha a, maji mwilini, kishakausha maji mwilini utapata choo kigumu, kishapata choo kigumu, basi moja kwa moja a, unaenda kwenye changamoto a, hiyo ya bawasiri. Lakini a, mwisho, a, a, mwisho ni kwamba chanzo au sababu nyingine ambayo a, imekuwa ni sababu kubwa inayopelekea Uh, bawasiri tunasema uh, kupata choo kigumu na kutoweza kupata choo kabisa kwa wenzetu ambao wanafanya kazi. Kuna baadhi ya kazi ambazo uh, zimekuwa uh, zikipelekea changamoto hiyo ya kupata uh, choo kigumu na kuweza kutopata choo kigumu, kutopata choo uh, kabisa, imekuwa ni chanzo kikubwa pia cha bawasiri. Eh, cha bawasiri, kwa sababu unapata choo kigumu, kitapita pale mara nyingi kitakuwa kina disturb ile misuli, kisha disturb ile misuli inaweza kapelekea kuvimba kuna kupasuka, hivyo kupelekea bawasiri hapo kwenye hapo kwenye comment tuambie a, wewe, a, wewe unazani chanzo cha bawasiri kwako ni kipi? Kwa hiyo na sisi tutaweza kukushauri namna ya kuondokana na hiyo changamoto kirahisi. Uh, sasa tutaenda uh, kwenye dalili uh, dalili za bawasiri. Bawasiri imeweza kuwa na dalili gani? Uh, kwanza dalili ambayo ipo kwenye upande wa bawasiri ni kwamba utapata choo kigumu ambacho choo kigumu au kutopata choo kabisa ni dalili namba moja uh, ya bawasiri. Lakini dalili namba mbili ni kupata choo chenye damu, unapata choo ambacho kimechanganyikana na damu. Mtu anakutafuta na kwambia ah yani, ni kama vile nimechinja kabisa. Kwa hiyo ujue kwamba hiyo pia a, ni dalili ya kwamba una bawasiri. Lakini kupata maumivu makali wakati wa kujisaidia, yani kuna watu hawaendi kujisaidia kwa sababu yale maumivu makali wanaanza kuyafiri. Kwa hiyo unapoanza kuyafiri yale maumivu makali, a, ni dalili nyingine ya bawasiri. Ah, inayopatikana dalili nyingine kwa upande wa bawasiri ni kutokwa uvimbe kinyama kwenye njia ya haja kubwa. Sasa inaweza ikawa tofauti. Kwanza inaweza ikawa ipo kinyama kipo kwenye njia ya haja kubwa, lakini pia kuna kinyama ambacho kinaweza kikawa kinatoka kwenye njia ya haja kubwa kinarudi chenyewe au kinatoka na unakirudisha mwenyewe na kwa mkono. Basi hiyo ni dalili ukiona hizo, hiyo ah, situation basi, jua ni dalili nyingine ya bawasiri. Kupata miwasho miwasho kwenye njia ya haja kubwa, na maana ukishapata miwasho kwenye njia ya haja kubwa, pia ni sign mojawapo kwamba hapo kuna bawasiri. Kwa sababu gani? Ile mishipa inakuwa ha, imeweza ku kupasuka. Kwa hiyo ikishapasuka, huenda ikakupa uh, stabling, kwaweza kupata kudistable ule mwili wako. Kwa sababu gani? Kwa sababu itakupelekea miwasho kwa muda mrefu. Lakini ah, hizo ndio baadhi ya dalili, dalili zipo nyingi, hizo ndio baadhi baadhi ya dalili za bawasiri. Sasa tuangalie madhara gani utayapata kwa bawasiri. Kuna madhara mengi na makubwa yanayosababishwa na bawasiri. Kwanza, kwa wanawake, kwa wanawake imekuwa ni changamoto ya upungufu wa nguvu za kike au tuseme inavuruga zile homoni, ikishavurugika homoni ndio maana wengine hawapati ujauzito na wengine wakipata ujauzito Uh, unaweza kutoka. Kwa hiyo changamoto hii pia uh, inakuwa ni chanzo cha ujauzito uh, kuweza uh, kuweza kutoka kabisa. Lakini madhara mengine uh, ya changamoto uh, ya bawasiri utakayopata, pungufu wa nguvu za kiume uh, kwa mwanaume kwa sababu uh, hili mishipa ambayo inabidi ikasupply dawa kwenye ume kwa damu kwenye ume na nyewe huwa imezulika, hiyo inaweza ikasababisha nguvu za kiume kuweza kupungua. Lakini madhara mengine ambayo utaweza kuyapata kiurahisi au kiweza kuwa anabawasiri ni kwamba kutembea, kupata maumivu makali wakati wa kutembea na wakati wa kukaa. Unakuta mtu anakaa kwa kujiogopa, anasimama aa, kwa kujiogopa, anatembea kwa kujiogopa aa, ni namna nyingine hiyo, ni madhara mengine ya ba ya bawasiri. Lakini kansa kwenye njia ya haja kubwa, hiyo tumeshaelezea kwenye video zilizopita, tumeelezea inakuwaje, inatokea kansa kwenye njia ya haja haja ile kubwa lakini pia chanzo cha mingurumo a, mingurumo tumboni na, na gesi sometimes, gesi inaweza ikatokea na mingurumo uh, tumboni. Hayo ndo baadhi ya madhara ambayo utayapata uh, ukiwa uh, na bawasiri. Tuambie hapo chini ni madhara gani umeweza kuyapata kutokana na bawasiri. Nakumbushe kama bado unateseka na bawasiri, kwenye video zilizopita tumeweza kuelezea tiba ya bawasiri, na usisahau kutumia dawa inayoitwa uh, Pailikea. Kama ni mara ya kwanza, basi usahau kusubscribe na kucomment ili uweze kupata uh, dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama una swali juu ya bawasiri uh, unataki, unataka kufahamu mazoezi gani uyafanye ukiwa na bawasiri tumeelezea kwenye video zilizopita, lifestyle gani tumeelezea kwenye video zilizopita. Lakini pia Atumeweza kuelezea ni vyakula gani unavyotakiwa kutumia, tumeelezea na mwisho tumeweza kuelezea ni dawa gani sasa ambayo itakusaidia wewe kuondokana na changamoto hiyo ya bawasiri. Dawa hiyo inatakiwa iwe na vitu gani ili uweze kuwa rahisi kuondokana na bawasiri. Kwa hiyo vyote tumeweza kuelezea kwenye video zilizopita na kama ni mara ya kwanza basi hakikisha una subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.